Naam, karibu mtazamaji. Naitwa Ahmed Jumabalo kipenda niite AJB. Lenso Dingo ndio msaidizi wangu kwa upande wa lugha ya ishara. E, maafisa watano wa trafiki waliokuwa wakisimamia kizuizi cha barabarani katika eneo la Korinda kwenye makutano ya barabara ya kutoka Busia kuelekea Kisumu wamekamatwa kwa tuhuma za ulaghai. Watano hao walinaswa wakipokea hongo kutoka kwa waendeshaji magari katika kizuizi hicho mashuhuri kwa uovu huo, takriban kilomita tano 5 kutoka mji wa Busia. Achola Simon na taarifa hiyo. Kufuatia malalamishi chungu nzima kutoka kwa raia, maafisa katika barabara ya kutoka Busia kuelekea Kisumu maafisa wa tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC waliweka mtego wa kuwafumania maafisa hao walaghai walipokuwa wakiendelea na shughuli zao bila wasiwasi. Tume ya EACC ilinasua mtego na katika muda wa dakika chache maafisa hao wakawa wamekamatwa, hatua iliyowafurahisha wanaotumia barabara hiyo, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiangaishwa na maafisa hao. Mtu anakulazimisha anaku mpee pesa yenye hauna na mtu wako kwa pay slip kwanza vile wameshikwa hivi, mi nataka kusikia next ni nini. Wasemi hiyo pesa wanapelekanga wapi? Ocha washike ndio sasa ken, Kenya yetu huenda ikawa tutakuwa na maendeleo poa. Kuna juu ya ufisadi, waache ufisadi ili Kenya yetu huende itaendelea, juu ufisadi imefanya vitu mingi merudi nyuma. Unapata gari iko na kila kitu. Lakini mtu bado anataka hongo, anakuita dereva, shuka chini, ushuko ufanye nini? Gari iko na license, kama dereva imefanya inspection imepitia kila kitu ambao ambayo, e, trafiki inafaa e, iangalie. Kukamatwa kwa maafisa hao ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kufuatia malalamishi mengi ya madereva na wakazi wa Busia ya ufisadi uliokithiri. Uchunguzi wa wiki mbili uliofanywa na tume hiyo ulibainisha kwamba maafisa hao walikuwa wakidai rushwa kutoka kwa madereva wanaoingia na kutoka katika mji huo wa mpakani bila kufanya ukaguzi wa magari wala kutekeleza sheria za trafiki. Maafisa hao hufanya kazi katika makundi ya watu wanne au watano na wana gari la kibinafsi aina ya Toyota Fielder linaloaminika kutumika kuhifadhi pesa za rushwa. Washukiwa hao wamepelekwa katika afisi ya tume hiyo eneo la magharibi katika kaunti ya Bungoma kuandikisha taarifa. Achola Simon, darubini, kutoka kaunti ya Kisumu.